Ndio, leo nime nimeingia kwenye hii website ya DSE ambayo ni online trading.dse.co.tz. Hii hapa unaweza kuiaccess kupitia kompyuta, kupitia tablet au kupitia simu yako, na ukiingia basi kwenye account yako unaweza kuona, uh, kuona mambo kama haya. Uh, hii unaweza kuitumia wakati unataka kununua, kama u, application labda inasumbua au kama labda wewe unapenda zaidi kutumia hii web version zaidi ya application, unaweza ukaitumia hii application hii website kwa ajili ya kununua hisa, kumanage portfolio yako na kuangalia taarifa zingine kuhusiana na, kuhusiana na soko. Vile unavyoona hapa juu kabisa kuna kitu inaitwa security. Security ni, ni, ni ufupisho wa ile kampuni ambayo labda unataka kuwekeza ama ambayo imeorodheshwa pale. Utaona namba moja pale kuna CRDB, namba mbili kuna Swissport, namba tatu kuna Maendeleo Bank zimeorodheshwa pale, lakini kuna bid quantity, kuna bid quantity na bid price. Bid quantity kuna uh, na price. Kuna hizi ni zile hisa ambazo ziko uh, sokoni. Yaani wale bidders ambao bidders mara nyingi ama mara zote ni wale wanunuaji, kwa hiyo watu wamebid kwa mfano hapa CRDB watu wamebidi hisa elfu sita mia nane ishirini na tatu kwa shilingi 770 kwa hiyo, kuna wanunuaji wanataka kununua hisa elfu sita mia nane ishirini na tatu kwa shilingi 770 lakini offer, offer price kwa maana ya wale watu wauzaji, sasa wao wanahitaji kuuza kwa mia saba themanini na hisa ambazo ziko sokoni ni mia moja kwa hiyo ukiona offer price, hiyo ni bei ambayo wale wa, wa, wauzaji wanaiofa kwa wa, kwa wanunuzi. Kwa hiyo wanaofa kwa shilingi mia saba themanini, lakini ziko hisa mia moja tu, ila wanunuzi wao wanataka kwa mia saba sabini uh, na wanahitaji hisa elfu sita mia nane ishirini na tatu ila wauzaji wanauza kwa mia saba themanini na hisa ambazo ziko sokoni ni mia moja kwa hiyo wewe ukiwa unaweka oda yako ukiweka kwa mia saba themanini ina maana utapata hizi hisa mia moja lakini kama ukiweka kwa mia saba sabini ile oda yako itakuja hapa itaongezeka hapa na utasubiri mpaka pale atakapotokea wauzaji ambao wanauza wanauza kwa hiyo bei ya mia saba sabini na ndo maana mara nyingi unakuta oda zinakuwa pending ama zinakuwa zina, zina zinasubiri ku match na zinaweza zikakaa sokoni muda mrefu mpaka labda ika expire, ama ikatokea kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiwa unaweka oda yako, ni muhimu ukaja sehemu kama hii ukaweza kuangalia kwamba wauzaji wanauza kwa bei gani na hisa kiasi gani zipo sokoni, ili uweze kuweka oda yako na iweze kupita kwa wakati, kwa sababu ikikaa muda mrefu ina expire then utatakiwa tena kuja kuanza ku repost. Saa nyingine labda bei imebadilika na muda unazidi kwenda, kwa hiyo ni muhimu uwe unacheki mahali kama hapa kabla ya ku ya ku kuweka oda yako. Lakini pia cha muhimu usiwe unacheki sehemu kama hizi wakati wa weekend, alafu unaweka oda pia wakati wa weekend. Uh, unaweza kufanya hivyo lakini ni nzuri zaidi na inakuwa accurate zaidi ukifanya wakati wa wiki, siku za kazi zile ambayo soko linafunguka kuanzia saa nne na nusu mpaka saa kumi jioni. Ukicheki muda huo, data utakazozipata hapa zitakuwa ni zile ambazo ni real time. Utaona hapa itakuonyesha last update ambayo unaweza kuona watu walizokuwa wameweka na ukaweka na ukapata na ukanunua uh, then hapa inaonyesha last traded price ambayo ni mia saba sabini kwa maana ya hii ndio bei ya mwisho iliyofanyia manunuzi sokoni, kwa hiyo Uh, kwa hii security ambayo ni ya ni ya CRDB ambayo tumeanza kuiangalia kuanzia mwanzo. Lakini ukija kwenye change inaonyesha either bei imepanda ama imeshuka kwa shilingi ngapi. Ukiangalia hapa inaonyesha shilingi kumi kwa maana inaonyesha kimshale cha kupanda kwa maana imepanda. Imepanda kutoka wapi? Wauzaji wanauza kwa 1780 lakini wanunuzi wanaofa ama bei ya mwisho ilikuwa ni 1770. Kwa hiyo ukiangalia pale tayari unaona imepanda kwa shilingi kumi lakini pia inakuonesha mwisho ama muda, hiyo bei ambayo imefanyika hivyo, kwa unaona pale ni saa 1 dakika like arobaini na saba na sekunde zake ziko pale, tarehe mwezi mwaka pia zipo. Lakini pia hapa inaonyesha high. High ni ile bei ambayo ni ya juu, na low ni ile bei ambayo ni ya chini, ambayo wewe mnunuzi au muuzaji unaweza unaweza ukaweka, kwa sababu kuna limit, uwezi ukawa bei labda iko ina range ya mia saba themanini kwa mia saba hamsini then wee ukaja ukaweka mia tisa haiwezekani. Uh, itakukatalia kwa hiyo inakuonyesha ile renji hai uh, tulo kwa hiyo utaangalia pale wapi unaweza kuseti oda uh, yako then utaiseti ili uweze kupata kile unachohitaji ikiwa ni kuuza hisa ama ni kununua. ni kununua hisa lakini pia kuna, kuna volume. Hii volume, mara nyingi inaonyesha uh, kiasi ama idadi ya hisa zilizouzwa kwa siku ya mwisho ya soko. Kwa hiyo kama leo ni Jumapili, hii volume inaonyesha ni volume ya siku ya Ijumaa, ule muda wa soko, ambao ukiangalia pale utaona ni hisa laki moja tisini na mbili mia sita hamsini ambazo zimeuzika, zime, zime sokoni au zimenunulika sokoni. Lakini pia mwisho huku uh, kuna kitu kinaitwa market cap, ambayo market cap hii ni kama Uh, ni kama ule mtaji wa kampuni husika sokoni. Utaona hapa CRDB inaonyesha 2.01 trillion. Kwa hiyo huu ndo mtaji wake sokoni, vile bei ya hisa inazidi kupanda thamani ambao uh, tunaongelea mara nyingi ile capital gain, ndo hii pia inazidi, inazidi kuongezeka kwa sababu kama ilikuwa mia saba hamsini mara idadi ya hisa walizonazo ndio unapata hii price hapa, hii market cap, lakini bei inavyozidi kupanda pia hii Market cap nayo inazidi, inazidi kuongezeka. Kwa hiyo huo ndio kwa kifupi nimesema niongelee ili pia wale ambao ni wageni hawajui maana ya maneno bid quantity, bid price, offer price waweze kujua. Makampuni yako mengi kama mnavyoona, kwa hiyo unaweza ukawekeza kampuni yoyote kulingana na uchambuzi wako, lakini pia malengo yako, ili uweze kujitengenezea faida. Lakini jambo la muhimu zaidi kwanza uhakikishe una elimu sahihi ili uweze kuona faida ama kutengeneza faida katika, katika uwekezaji wako. Uh, ni hatari sana kuwekeza kwa kufata mkumbo au kwa kusikia tu watu wamesema na wewe ukaanza kuwekeza bila kuwa na elimu sahihi. Kwa hiyo nadhani hichi kidogo kinaweza kukusaidia, lakini pia kika kuwa, kikawa kama mwongozo kwako katika safari yako ya uwekezaji. Asanteni sana